Akizungumza katika maonesho ya tatu ya biashara Mbeya Expo 2025 yaliyofanyika jijini Mbeya na kushirikisha wafanyabiashara kutoka Zimbabwe pamoja na nchi za jirani Malawi na Zambia, meneja wa TIC Nyanda za Juu Kusini, Phidelis Obanga, amesema wawekezaji wa nje wana, wanata, kabla hawajawekeza huwa wanafanya utafiti wa kutosha. Kwa hiyo wanajua waende wapi, watapata huduma gani na ndio sababu hata sisi sasa hivi tupo tunaendelea kufanya kampeni huko ili Watanzania wenzetu waweze kutambua umuhimu wa kujisajili na kituo cha uwekezaji. Wageni wachache sana ambao wanapita kuja kuwekeza bila kusajili, kwa sababu wanajua akisajili atanufaika na mambo mengi ambayo Watanzania, pamoja na kwamba zinatolewa kwa ajili <coughs> ya wao wote, lakini wengi huwa mwamko wao sio sio mkubwa sana. Kwa upande wao, baadhi ya wawekezaji wa ndani waliotembelea maonyesho hayo wamesema bado kuna uhitaji mkubwa wa elimu kuhusu utaratibu wa uwekezaji, ikiwa ni pamoja na namna ya kusajili miradi yao kupitia TIC, sambamba na kutambua maeneo yenye fursa za uwekezaji katika sekta mbalimbali kama kilimo, viwanda na utalii. Watoe elimu kwa wananchi, vijana wengi sana wanahamasika kuwekeza, vijana wengi sana wana sasa hivi wanachakalika kwa namna tofauti tofauti, wengine wanapenda kulima, wengine wanapenda kuwekeza kwenye viwanda vidogo vidogo, lakini mwamko unakuwa mdogo, kwa sababu taarifa haziwafiki mapema. Wao kama Tanzania Investment Center, vipeperushi viwe vingi masokoni huko, mashuleni huko, vijana wanamaliza, ajira hakuna, wanapenda vijana wasaidiwe, chua ya najifunza mambo mengi. Kwanza kuna wajasiriamali wengi, pia katika kituo chetu tumejifunza mambo jinsi kituo chetu kinavyoendeshwa kwa ajili ya uwekezaji, alafu tunakutana na watu wengi wa kutoka sehemu mbalimbali na watu wengi. Maonesho ya Mbeya Expo 2025 yamekuwa jukwaa muhimu kwa wafanyabiashara, taasisi za kifedha na wadau wa maendeleo kuonesha bidhaa na huduma, huku pia yakitumika kama sehemu ya kutoa elimu ya uwekezaji na kushirikiana kibiashara. Nikiripoti kutoka hapa mkwani, mm, Mbeya, mimi ni Samwel Mpogole.